Kilichotokea Walikaa walichunguliwa, waona kabisa tukiingiza kikosi tukapigwa mara ya tano, washabiki wa simba tutawaambia nini? Kwa hiyo waliogopa kuingiza kikosi. Unajua, huu moto sio moto wa kawaida. Yanga ina mchezaji mmoja anaitwa Maxi Zingeli, huyu sio mtu wa kawaida. Wakaamua awajaleta kikosi Jumamosi. Mai wangu mimi ananikimbia nishamtolea mahali. Hataki kuja. Mimi nataka niishi na nani? Na nataka mai wangu mimi anakambilia bunju bunju nikamfuate. Wana koro, hamna timu. Ni bora washabiki wa makoro wote duniani wakaangalia hata vichekesho vifurahishe nyoyo. So koro koro mbovu. Unaona Yanga. Sasa amecheza koro. Na wapi? Hapa. Sasa hivi vitimu vidogo vidogo anafunga. So konki mimi, mimi naitwa baba lao. Yeye ni mama lao. Kwani kwani anaogopa kuingiza timu? Kwani anaogopa anajua kwamba nikiweka kikosi, niwape stori kilichotokea. Kocha kocha, kocha wa makoro alisema tunabidi tucheze Simba na Yanga kimazoezi, wakaita timu wakachukua wachezaji wachezaji, sui, sui wapi, wakacheza kama, m, m, ni, kama nani mazoezi, Simba akafungwa nani, nani. Kocha akawafuta akasema, mimi nitaenda kucheza na, na Yanga wenyewe watanifunga, wakatafuta njia wa kutukimbia sasa. Kwa hiyo dhahiri shairi kipigo ambacho mmempiga Coast Union uni wana Mangush ni kipigo ambacho kilikuwa cha Simba Sports. Ah no, nimempiga ndogo huyu nimemwonea huruma Simba ilikuwa inabidi apigwe chuma saba Juma Mosi kakuimbia moto. Inabidi apigwe chuma saba. Wao nafikiri pale Duba angemwacha, Mziza angemwacha. Aziz Ki ataka tuoneshe kwamba mimi ndio shemeji angepiga tatu. Ladies and gentlemen, unavyoiongelea Yanga sasa hivi unaongelea zile timu kubwa za duniani ukiongelea Simba kandondo kapo. Na nataka niwaambieni ukweli washabiki wa Simba. Uongozi wa Simba kwa sasa ujue na wagonjwa. Washabiki wa Simba wote wameharibika kisaikolojia mwana Yanga. Kokota uliko kitaka kupanda daradara bajaji. Hiyo ba, daradara na bajaji ina mapicha ya wachezaji wa Simba. Msipande huyu, huyo driver ni nani? Ni shabiki wa Simba watawadondosha, wapimo akili, inabidi wende wakatibiwa akili, wazoeke sawa. Haya. Haya tumewapiga nje ndani. Nje ndani mara ngapi? Mara ngapi? Kwa nini wasiharibika kisaikolojia mwana Yanga? Ukitaka kupanda daradara ukakuta daradara ina vipicha vya Simba, Simba usiipande, huyu driver ni Simba, umeharibika kisaikolojia. Atawaua bila siku zenu mtakufa, msipande hata kama ni train, ni ndege. Wanatukimbia, wanatukimbia mamai wetu. <laughs> Yanga oye, Yanga safi. Nani kama Boka? Nani kama GICM? Asante sana GICM, nizungumze kiwango cha maxi mpya Nzengeri jinsi gani leo alipokuwa na performance nzuri na kuhusia mabao mawili zidi ya kosi. Unaniwana mangosh? Ah, max unavyoongelea maxi mmoja nsasa, na chezaji sita wa koro, maxi huyu mmoja tunalinga na tunatamba naye, so max tu, tuna namba moja tisa duniani, haipo si mwingine Dube hiyo nayo ni hatari pale kati. Kuna ucho katoka Uganda pale, utaniambia mimi natamba, utaniambia mimi na tamba. Washabiki wa Simba wote Tanzania, wauni wauni mnaoipenda Simba, wafurahishe Simba ito wafurahisha, ni bora wakasikizeni beat ta Puff Joe, msanii wa Marekani napigwa elatuwetayo

Yanga inaweza ikacheza bila kocha na tukapata matukio. Mwalimu wetu yuko vizuri. Sisi Yanga tulivyosajili kikosi chetu, tutakisajili kwa ajili ya ligi ya ndani sisi tunataka kikombe cha Kafu, ndo tunasina nacho, sishawaambia lazima tutakichukua. Sisi hatuna shida na Simba wala, yangu, nani, nani, wala nani, tunataka kikombe cha klabu bingwa. Simba wanagombana wenyewe, kuna Kagera. Narudia ni tena, Injinia alivyonena kwenye vyombo vya habari, nimesajili kikosi, sio kwa ajili ya ligi ya ndani. Ligi ya ndani ni sababu nataka vikombe vya klabu bingwa, na tunavileta huu mwaka. Tukiingia klabu bingwa, tunaenda kuchukua kombe la klabu bingwa. Hatuna shida pare pare, ko? Aa, e, Nangia, na koro wanasema mechi ipo pale pale, dabi ya Kariakoo ah, ikirudiwa, sawa, naingia naingiza timu nakwambia, na kuambia, nilikuwa nasemaje, na huomba uongozi wa Yanga mwaka huu tucheze chini ya kiwango tufungwe, au tukafunga mara ya tano, watakufa na atapiga kura wanafikiri tu wafunga mara tano sio, watakufa. Tucheza chini na kiango, ambao wapata hata sare. Sasa tukita, tukacheza dabi, TFF akituruhusu, wa wakaleta kikosi chao, na kuambia mfano ndo tukulea hapa, imekuwa sasa watapigwa goli saba, lazima watapigwa saba. Wakileta kikosi chao kubarika, wanapigwa saba. Yanga oye, Yanga bingwa! <laughs> E, la mwisho, la mwisho kabisa, taarifa taarifa iliyotoka Wamesemaje wanasayansi? Yanga ikichukua ubingwa, Yanga ikichukua ubingwa, uchumi wa nchi unapanda kwa kasi. Uchumi wa nchi unapanda. Koro akichukua ubingwa, uchumi wa nchi unashuka. Kwa hiyo watu wote tuiombee Koro azidi, ku, azidi kuferi kabisa, asichukua ubingwa ili uchumi wa nchi upande. Yanga ikichukua ubingwa, uchumi wa nchi unapanda kwa kasi, kila mtu anakuwa bosi <laughs> na mimi nakushukuru pia, baba Labiati.